Mtazamaji hujambo na karibu. Kama ndio kwanza unatufuatilia kupitia mtandao yetu wa kijamii karibu, tukupitishe kukufahamisha yaliyojiri katika ibada maalum iliyofanyika katika parokia ya watakatifu wote iliyopo Nzuguni jijini Dodoma. Ni ibada maalumu iliyofanyika hapa, ambapo katika ibada hii moja kati ya tukio liliofanyika ni pamoja na tukio la kubariki mahali ambapo itakuwa ni sehemu maalum kwa ajili ya kumwomba mtakatifu Ritha wa Kashia, mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Mtakatifu Ritha wa Kashia ni miongoni kati ya wa watakatifu wanaokumbukwa sana kwa kuwasaidia watu katika mambo yaliyoshindikana. Alikuwa mwanamke wa Italia. Aliishi karne ya 14 na karne ya 15. Alizaliwa mwaka wa 1100, Roca Porena karibu na mji wa Kasia, Italia na alifariki dunia tarehe 22 Mei mwaka 1457. Ndiye mtakatifu mlinzi wa wanawake waliotelekezwa, ndoa ngumu na hali zilizoshindikana. Mwenyekiti wa utume wa mtakatifu Rita wa Kasia, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, hapa anatueleza kuhusiana na ni kwa namna gani basi mtakatifu Ritha wa Kashia amekuwa akiwasaidia waumini. Lakini je, utume huu umekuwa na manufaa gani kwa Wakristo? Kanisa linamtambua kama mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana, na kweli ni mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Amekuwa ni msaada na mwombezi wa wa Kristo, wa Katoliki na wasio wa Katoliki wanamtumia pia. Uh, lakini kwa sisi wanachama wa chama cha Mtakatifu Ritha wa Kashia, tupo kwa ajili ya kuzifuata zile nyayo zake kwa sababu ya katika maisha yake Rita yaliwezekana mengi ambayo binadamu alishafikiri kwamba hayawezekani ila yaliwezekana haya, ya sio kwa hivi hivi tu. Rita alikuwa na sala. Kwa hiyo utume wetu wa Mtakatifu Rita wa Kashia ni wa sala. Tunawahimiza wanachama wa Mtakatifu Rita kuzifuata nyayo za Mtakatifu Rita wa Kashia ili kweli sasa waweze kupata zile tunu na fadhili za huyu mama kwa sababu katika maisha yake yeye kila aliloliomba kwa Mungu aliweza kupata, na sio kwamba alipata kwa kwa haraka papu papu, ilichukua muda. Kwa mfano, alipoingia kwenye ndoa ndoa ya manyanyaso mume wake alimnyanyasa, alikuwa ni, ni ni ni kati ya wale wanaume wenye kunyanyasa wakatili, lakini Ritha alivumilia, alivumilia hayo maisha ya ndoa ya manyanyaso kwa kipindi cha miaka kumi na sita, akisali na kuomba na kuzidi kuwa mnyenyekevu kwa Mungu, lakini na kwa huyo mume wake. Na sasa unaona, baada ya miaka kumi na sita ya ndoa yake mume wake akapata kuongoa. Kwa hiyo sio tu kwamba ukiwa mwana Rita, ukiwa mpenzi wa Rita, ukisali novena yake, hapo tu unapata kitu unachokitaka. Aha, unahitaji kwanza kuwa mvumilivu, unahitaji kuwa mnyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Imekuwa ikiulizwa na watu wengi, ilikuwa vipi Mtakatifu Rita wa Kashia kuishi utume wa utawa, lakini pia kuishi utume wa ndoa. Hapa anaeleza, naeleza kwa kifupi sana. Mm, Rita akiwa mdogo sana alizaliwa na, alizaliwa peke yake, alizaliwa na familia ambayo ilikuwa pia ni asara, wakamlea katika utume wa sara. Kwa hiyo akakuwa katika utume huo, na kwa kweli tunamshukuru Mungu sana akiwa anaendelea kukua akatamani kuwa mtawa kabla hajaolewa binti tu mdogo. Wazazi wake wakamkatalia kwa sababu wazazi wake walikuwa shakuwa watu wazima, wakaona wakimtoa huku nani atawalea. Kwa hiyo sasa akawatiwa, wazazi wake wakamuozesha kwa mwanaume ambaye nimemwambia alikuwa ni mwanaume mkatili sana. Kwa hiyo akaishi kwenye ndoa kweli, akajaliwa watoto wawili, akawa mke, akawa mama huyo mume wake ambaye alikuwa mkatili lakini Ritha alimwombea, akamwombea mwaka wa kumi na sita ule mume akawa ameongoka, akawa. Lakini baada ya miaka miwili mume akawa ameuawa. Ritha akawa mjane. Watoto wake wakapata hamasa ya kulipiza kisasi. Ritha akawaambia kusamehe, akawaambia msamehe sana, lakini watoto hawakumwelewa. Ritha akaomba kwa Mungu, afadhali wachukuliwe kuliko kuwaona watoto wake wana wanaingia kwenye dhambi ya uuaji. Mungu akawachukua. Ritha akakosa watoto, akakosa mume, akawa mkiwa. Katika kukaa akaendelea kusali, kusaidia wahitaji eh, kufanya kazi hizo za kimungu. Wazo lile la utoto wake la kuwa mtawa ikaanza kumrudia, na akawa nasikia sauti la mwambia nenda utawani, kwenda kwenye ile shirika ambalo lilihitaji tangu awali, shirika la Mtakatifu Agustino. Wakamwambia, wakamkatalia. Wakasema, we uwezi, kama unavyosema uwezi kuwa mta mtawa kwa sababu ushakuwa mama, ushakuwa mke. Na kweli ndio ulikuwa ukweli. Ritha alikuwa mtii, akarudi mara ya pili akaenda, mara ya tatu anakataliwa. Ritha akaendelea tu na maisha yake. Siku moja akiwa katika sala jioni, watakatifu waombezi wake, Ritha alikuwa na watakatifu waombezi wake pia, Mtakatifu Yaone Batizaji, Mtakatifu Nikolasi wa Tolentino na Mtakatifu Agostino. Siku moja wakamchukua, ikiwa ni usiku wa manane, wakamchukua hapo kwake kijini kwake Rokapolena, wakaenda naye mpaka Kashia kwenye lile lile shirika lilikuwa natamani kuingia. Wakaenda naye usiku wa manane, milango ikafunguka, wakamuweka ukumbini, wakamwambia wakiamka asubuhi, waambie lisilowezekana kwa binadamu, kwa Mungu linawezekana. Na hicho ndo kihini hasa tunasema Ritha wa Kashia ni mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Kama ulivyouliza, hilo lilikuwa shashindikana, lakini likawezekana kwa Mungu. Kondo ilikuwa hivyo, akawa mama, akawa mke, akawa mtawa ambako aliishi utawani mpaka mwisho wa maisha yake. Asante sana. kwa hakika Mtakatifu Ritha wa Kashia amekuwa msaada kwa Wakristu, amekuwa msaada kwa mambo yaliyoshindikana. Hawa ni baadhi tu ya waumini ama mashuhuda ambapo anaeleza namna ambavyo Mtakatifu Ritha wa Kashia ameweza kuwasaidia kwa namna moja katika maisha ya kila siku na na uvenda kai kupitia Mtakatifu Ritha kwa umini binafsi, kama mimi amenisaidia mambo mengi katika familia yangu. Watoto wangu walikuwa nasumbuka sana na akili darasani, kwa kupitia maombezi yake Mtakatifu Ritha amenisaidia, na nimeomba kwa kupitia novena zake angalau wanangu wamefunguka. Mnavyoona, tuko na wakubwa walezi wetu wa chama cha Mtakatifu Ritha na pia tuko na vijana. Mnakaribishwa sana, vijana wenzangu, mjiunge na chama cha Mtakatifu Ritha ni kizuri kinasaidia sana, sala ni nzuri na pia tunasali kila mwanzo wa Jumatatu ya kwanza ya mwezi. Unakaribishwa sana hapa, tuko parokia Nzuguni, ilikuwa ni sherehe ya jimbo ya Mtakatifu Rita Kashia. Karibuni sana sisi, kama mnavyotuona tuko parokia tofauti tofauti, ili ni jimbo la Dodoma, tunakaribishwa sana tuko Nzuguni, ndio umetengeneza grotto kama mnavyoliona. Mtakatifu Rita ni nzuri sana, karibuni sana hapa. Tuko na walezi, mkiwa wananyia kujiunga mama zetu baba zetu karibuni sana vijana, unakaribishwa sana hai. Mtakatifu Rita, mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Mtazamaji, huyu ndiye Mtakatifu Rita wa Kasha. Karibu ujiunge na utume wa Mtakatifu Rita wa Kasha, ukiwa katika eneo lako katika parokia yako Unakaribishwa kujiunga na utume huu ili uweze kupata baraka pamoja na kusaidiwa yale ambayo yameshindikana, kujifunza kusali sala mbalimbali, ikiwemo novena, mazoezi ya kiroho, kama alivyozungumza hapo mwenyekiti wa utume huu Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Asante kwa kutazama, endelea kutufuatilia kupitia mtandao yetu wa kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Ninayekuletea haya, ni mimi Braza Lekule, mwanashirika la watumishi wa Yesu na Maria. Asanteni, karibuni.